Tunaendelea na taarifa yetu habari. Tunaelezwa kwamba kufuatia malalamiko ya baadhi ya watalii nchini dhidi ya utaratibu mpya wa kodi ya ongezeko la thamani VAT katika shughuli zote za utalii, kamishna mkuu wa TRA na kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Arusha wamelazimika kutembelea baadhi ya hoteli katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kujionea hali halisi ya wageni wanaotembelea vivutio hivyo. Jamila Omar anaarifu zaidi kutoka Arusha. Mara tu baada ya serikali kutangaza utaratibu huo mpya wa kulipia huduma za utalii, hofu kubwa ilitanda kwa wadau wa utalii kwa kile walichodai mabadiliko hayo yatapunguza idadi ya wageni ambao hufika nchini kwa shughuli za utalii. Lakini hapa mhifadhi mkuu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro Frederick Manongi anawatoa hofu wa Tanzania H, tulijipanga kabla, tukawa tunajua kabisa kwamba siku ya siku inaweza kutokea mabadiliko, yote ya lazima tujipange kabla, kwamba yakitokea mabadiliko, basi sisi kama uh, uh, kampuni au loji tutawezaji kujisitiri katika hayo mabadiliko. We knew that we had to adjust to the changes that we're going to be implemented. Mrisho Gambo mkuu wa mkoa wa Arusha na Alfayo Kidata kamishna mkuu wa TRA, kwa pamoja baada ya ziara hiyo, wanazungumziaje hali walioiona? Kwa taarifa zilizopo ni kwamba watalii wameongezeka hata kabla ya VAT, baada ya VAT kuongezwa kwa hiyo ni jambo ambalo sisi sote kama viongozi na kama Watanzania tunawajibika kuendelea kutoa elimu kwa watu wetu, ili mwisho wa siku wafahamu kwamba watu watalii wakija wengi kwenye nchi yetu, unaanufaika ni sisi kwa ujumla. Swala la VAT nafikiri ninyi wenyewe sasa mmekuwa mashahidi kwamba eh, hakuna tatizo, ni Watanzania tubadilike. Eh, serikali inapopanga mipango, inapo inapoweka kodi ni kwa manufaa yetu sote. utaratibu wa kodi ya ongezeko la thamani VAT katika shughuli za utalii katika vivutio vya hapa nchini ulianza kutekelezwa Julai mosi mwaka huu na kuzua malalamiko mengi kutoka kwa wadau wa utalii, na kudai utaratibu huo utapunguza idadi ya watalii wanaokuja kutembelea hapa nchini. Jamila Omar, Channel 10 Ngorongoro, Arusha.